Yes, bwana Ibra anatakiwa kulipa kiasi cha shilingi bilioni moja za kitanzania ili kuweza kuvunja mkataba na record label ya Konde Music Worldwide ambayo inamilikiwa na msanii Harmonize. Ibra juzikate aliweza kuposti kwenye peji yake ya Instagram akizungumza na kusema kwamba ameshindwa kuficha na kukaa kimya, bora aseme ukweli ili mwisho wa siku asaidike na Watanzania, hivyo akahitaji Watanzania wamchangie ili kuweza kupata kiasi hicho cha shilingi bilioni moja ili avunje mkataba, awe msanii huru sasa kufanya kazi zake hata na watu wengine. Tunafahamu kwamba ameingia mkataba, kwa hivyo lazima mkataba ufuatwe na sheria ifuatwe na vitu kama hizo bwana. Karibu tena Zedee Media, sehemu pekee ambao unapata habari za kiburudani na stori kali ambazo zinazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa, ili mtu kwanza kabisa kupata habari na matukio yetu kiundani zaidi, kila ambapo tunaweka video zetu hapa, cha kufanya tu ni kulike video hii, lakini pia share kwa watu kadhaa, marafiki zako, subscribe, lakini pia bonyeza alama ikengele ambayo itajitokeza. Bwana, story imeenda viral sana, kila mmoja amekuwa akizungumzia la kwake. Kwanza wengine wakisema kwamba Harmonize ni kama anamuonea Ibra hivi, kwa sababu Ibra anasema kwamba sijui atalipaje hiyo hela, kwa sababu a, toka ameanza kuwa msanii mpaka sasa hata robo ya hiyo pesa hajawahi kuishika. Lakini wengine wakasema kwamba kama umeamua kutoka kwenye lebo, basi inabidi ulipe kama jinsi ambavyo mkataba unavyosema. Kwa hivyo Ibra hana budi kulipa kiasi ambacho kinahitajika ili awe msanii huru afanye, uh, mambo yake mengine na vitu kama hizo. Kwa hivyo Ibra aliposti na inaonekana yuko sirias kabisa akisema kwamba Harmonize amekataa kuwekeza kwake, kwa hivyo anashindwa uh, afanye nini, na yeye anahitaji kupambana ili mwisho wa siku aweze kusaidia familia yake, ndugu zake na vitu kama hizo. Sasa Harmonize bwana ameweza kufunguka naye akisema kwamba bwana, bro inabidi ulipe yani inabidi ulipe ili mwisho wa siku ufanye mambo yako ya. Harmonize aliweza kuposti leo akisema kwamba inabidi ulipe hiyo uh, hicho kiasi ambacho unadaiwa, ili uwe msanii huru, lakini pia akaweza kutoa mchango wake na yeye akimlipia Ibra yani akimtolea mchango kama Ibra alivyotaka uh, kuchangiwa na Watanzania naye amechanga kiasi cha laki moja akimwambia Ibra kwamba nimekuchangia kiasi hicho, ili nawewe sasa uweze kuchangiwa na watanzania wengine, ifike hiyo pesa ambayo inatakiwa ulipe, na mwisho wa siku mambo mengine aendelee na vitu kama hizo. Kwa hivyo siku ya leo bwana Harmonize amemchangia Ibra kiasi cha laki moja, na Ibra kushukuru na kusema kwamba asante sana bro na vitu kama hizo. Mpaka sasa watanzania hawaelewi kwamba je, hii isho iko siriasi au vipi kwa sababu uh, ni kama uh, kiki fulani, lakini kama ni serious bado haijaeleweka. Kwa hivyo ili tu upate habari za uhakika zaidi, uh, usisite kujiunga na sisi. Kama ni mgeni, fanya tu ku like video hii, lakini pia share subscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele ambayo itajitokeza hapo. Utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari na matukio mbalimbali kwa wakati zaidi. Na hila Ibra bado tunafuatilia ili kuweze kufahamu ukweli uko wapi kwamba je, ni kweli Ibra anahitajika kulipa kiasi hicho au inakuwaje? Kwa sababu bado watu wengi wana maswali mengi ambao wanajiuliza, wengine wakisema kwamba Harmonize hajawekeze kiasi hicho ili amdai Ibra kiasi cha shilingi bilioni moja. Na ukizingatia Ibra amekuwa msanii ambaye hajafanya show kubwa nyingi sana, na lakini amekuwa msanii ambaye anafanya vizuri kwenye mziki, lakini hajafanya show nyingi. Kwa hivyo watu wengi bado wanashangaa kile ambacho Kinaendelea. Bwana, dondosha maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe channel hii.